Mwanzo kabisa anarejesha shukrani za dhati kwa Muumba wa mbingu na ardhi, aliyestawi juu ya arshi wa huwa Allah, kwa neema zake chungu nzima ambazo kwamba anatuneemesha kwazo, akitueleza kwenye kitabu chake, wama bikum min nehmatin famin Allah.

Sifa zote njema ni zake yeye Mwenyezi Mungu subhana, na rehma na amani zimfikie role model wetu mwalimu wetu mbora wa viumbe Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Ahibati fillah, wa haraka nimekusudia Ijumaa yetu ya leo tukiwa katika mwezi wa Dhulqada. Tukiumaliza mwezi wa Dhulqada, tunaingia katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mwisho katika kalenda ya Kiislamu. Kabla sijaingia katika maudhui ambayo kwamba nimekusudia, ningeomba kwa dakika mbili tatu tukumbushane utukufu wa haya masiku ambayo kwamba tuko ndani yake.

Na hii miezi kumi na miwili si miezi ya kidunia tunayoijua Januari na Februari, hasha wakalla, ni miezi anayoitambua Mwenyezimngu subhana, miezi ya Kiislamu kwa kitabu cha Mwenyezimngu. Kitabu cha Mwenyezimngu kinatambua idadi ya miezi ni kumi na miwili tokea Mwenyezimngu subhana alipoiumba mbingu na ardhi. Baada ya Mwenyezi Mungu kutaja jumla ya miezi yote kumi na miwili, akatueleza katika hiyo miezi kuna minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne bora, ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Na hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu, hii ni kawaida ya Mwenyezi Mungu Faalu so, lima yurid Mwenyezi Mungu anafanya atakalo. yas'al yes, wala yus'al Mwenyezi Mungu ndiye muulizaji, wala hakuna yeyote ambaye kwamba atakuwa na kifua cha kumuuliza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anafanya atakalo. katika hii mwezi kumi na miwili Mwenyezi Mungu kwa hikima yake mwenyewe akachagua miezi minne akaichagua ikawa ni miezi mitukufu, ikawa ni miezi bora kama alibochagua pepo ya al alfirdaus, na kama alibomchagua malaika Jibril, na kama alibochagua mji wa Makka kisha mji wa Madina, na kama alibochagua maji ya alibu Zamzam, na kama alibochagua siku ya Ijumaa, na kama alibochagua usiku wa Lailatul Qadr. Naam.

ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hakuitaja hiyo miezi kwenye Qur'ani, ilikuja huko katika sunna ya Mtume wako sallallahu alaihi wasalama. Mtume akatutajie hiyo miezi minne, akasema wahia hiyo miezi minne aliyochagua Mwenyezi Mungu, nayo ni mwezi wa Dhulqaada, mwezi ambao kwamba tuko ndani yake sasa hivi. Tukiuwaga mwezi wa Ramadhani, unaingia mwezi wa Shawwal mwezi wa Shawal ukiondoka tu tunaingia katika hiyo mwezi aliyechagua Mwenyezi Mungu, huu mwezi ambao kwamba tuko ndani yake, mwezi wa Dhulqada na mwezi, mwezi, mwezi wa Dhulhijja, mwe mwezi ujao, mwezi ambao kwamba mahujaji wanajiandaa kwenda kutekeleza moja wapo katika nguzo tano za Uislamu, kwenda kuizuru nyumba kongwe ya Alkaaba. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kila wenye nia Mwenyezimngu aafanyie sahali katika safari yao tukufu ambayo kwamba wanajiandaa kwayo, na wale ambao kwamba hawajafaulu, Mwenyezimungu mwa awajalie mwakani. Na mwezi utakaofata baada dulhija mwezi wa Almuharam al ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Hii miezi miwili imepatana kwa utaratibu

Tahadharini tena na tena, msije msije mkadhulumu dhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi miezi. Yote haifai kudhulumu nafsi zetu. Miezi yote kumi na miwili haifai wasiwa Mwenyezi Mungu, lakini wasiwa Mwenyezi Mungu katika hii mwezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alitaja waziwazi, fala tadlimu fihinna anfusakum, wanatueleza ulamauna alajilla, wanatueleza wanazuoni wetu, kuna baadhi za nyakati na baadhi za sehemu mtu akifanya ibada anapata thawabu zaidi. Na naam, kuna baadhi za nyakati na baadhi za sehemu mtu akifanya madhambi anapata madhambi zaidi. ala sabili ia, wale ambao kwamba wanaswali hii swala tunayoiswali ya Ijumaa wanaitekelezea katika haram mji wa Makka ama mji wa Madina wanapata thawabu zaidi kuliko mimi na wewe ambayo kwamba tunaiswalia katika mji wetu. Kwa nini? na watasikiza hutuba kama mnavyosikiza, na wataswali rakaa mbili kama tunazoziswali. Kwa nini wapate thawabu zaidi kuliko mimi na wewe? Kwa sababu wameitekelezea hiyo ibada sehemu anayechagua Mwenyezi Mungu, sehemu tukufu, nayo ni haram ya Makka, nayo ni haramu ya Madina. Na yeyote ambaye kwamba atafanya ibada usiku wa Lailatul Qadri na ndiye kwamba tafanya ibada usiku wa leo usiku wa Lailatul Qadri, unapata thawabu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ni usiku anaochagua Mwenyezi Mungu Subhanahu, na naam, yoyote na na yeyote atakayemwasi Mwenyezi Mungu mje ya hii miji miwili anapata madhambi zaidi yule ambaye kwamba anamwasi Mwenyezi Mungu Makka na Madina. Yeyote atakayemwasi Allah usiku wa Lailatul Qadr, na yeyote atakayemwasi Allah usiku wa leo, atakayemwasi Allah usiku wa Lailatul Qadr anapata madhambi zaidi, kwa sababu ni usiku aliochagua Allah na hii miezi ambayo kwamba tumeingia ndani yake. Vilevile wanatueleza wanazeni wetu, fala tadlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi. Ni miezi mitukufu, ni miezi aliochagua Allah kwa hikma anaoijua yeye Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala waharaka ahibatik lda nimependa kutuba ya leo tuweze kukumbushana, tuweze kuambizana kuhusu utukufu wa kiswat lmuhtajina, walihsanu ila lfuqara, jambo zima la kumvika nguo yule ambaye kwamba anaitajia hizo nguo ni maudhui ambayo kwamba inaweza kuwa ni maudhui ya nadhira. Ni maudhui ambayo kwamba inaweza kuwa ni maudhui si sana kuisikia, lakini ipo haja tu weni wenye kuambizana, maadamu ni mlango mojawapo katika milango ya kumpelekea mtu kuingia peponi. Wa huwa kiswatu lmuhtajina, kuwavisha nguo wale ambao kwamba wanahitajia walihsanu ila lfuqara, na kuwafanyia ihsani watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa mtihani wa kimaisha. Nitawaombeni kwa heshima na taadhima, sairuni lkuluba walasma, tegene maskio kwa makini, mzisongeze nyeo zenu karibu kwa huu mda mchache uliyoko mbele yetu, tuweze kunasihiana tuweze kuambizana.

tminkurabi yaumil kiyama. Yeyote ambaye kwamba atamwondeshea ndugu yake ya mwislamu uzito ambayo kwamba ako nao katika mazito ya kidunia, huyo mtu mwenyezimungu atamwondeshea mazito katika mazito ya siku ya kiyama. Aljazau min jinsi lamali, kama unavyofanya ndiga, utalipwa kwa kipimo hicho hicho yeyote ambaye kwamba atamwondeshea ndugu yake bala ilomsonga bala iloyomtatiza katika mabalaa ya kidunia, huyo mtu asidani imepotea la, anasema mtume wako Sallallahu alayhi wasalama wasallama, naweye vilevile katika mazito ya siku ya Kiyama Mwenyezimungu atakodeshea na kama tunavyojuwa siku ya kiyama, si siku sahani. dhalika yaumun asirun ala alkafirina ghayru yasirin. Qur'an ikituelezea siku ya kiyama inajaribu kutuondeshea kazia uione iko vipi siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu anakuambieni dhalika yaumun asirun, niyo siku, ni siku nzito

wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ni siku watu watakimbiana, utamkimbia ndugu yako utamkimbia mke wako, utamkimbia mme wako, utamkimbia mtoto wako. likulli mrii minhum yaumaidin shanu yugunihi, kila mtu, kila mtu anazungumza na moyo wake, o muezimwakinugiza vile jambo, nitasema nini? nitasema nini? likulli mrii minhum yaumaidin shanu yugunihi, kila mtu ana jambo linamsumbua katika moyo wake. Hiyo siku ni siku nzito. Mwenyezi Mungu atateremsha jua itakuja kwa vitwa vya waja, watu watatokwa na majasho. kula mwingine jasho lake litamfikia kwenye macho ya mguu mwingine, jasho lake litamfikia kwenye magoti yake.

ni akurabieni kiama yeyote ambaye kwamba atamfanyia ndugu yake mwislamu uwepesi kwa jambo lolote zito ambalo kwamba analo katika mazito ya kidunia, naye Mwenyezi Mungu atamfanyia uwepesi katika mazito ya siku ya kiama. Ndugu wa Islamu, katika hawa maskini hawa watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwajalia maisha ya chini ambayo kwamba tunaishi nao, ima mitani wetu, ama pembezoni ya miji yetu, ipo haja tubishe mlango wa Allah, ipo haja tubishe mlango wa Allah kwa kutafuta radhi za Allah, kwa kuwatupia jicho la huruma watu kama hawa. Wangapi ambao kwamba kwa amba sasa hivi

Mtume alipiga mfano akasema, ni mfano wa kiwiliwili kwenye mwili wako. Unapougua sikio moja la kuparumzito sikio moja la dunga ama jino la gonga, usiku hautosema sikio potelea mbali, ewe jino potelea mbali, wacha nilale. Hautopata usingizi, homa itakupanda, usingizi utaruka.

wa kuwaondolea uzito ndugu zao wakati ambao kwamba wanahitajia uwepesi kama huo. Asidiqu lumma alimkomboa Bilal ibnu Rabah, alipita Bilal anaadhibiwa anateswa na Makureshi, akawa ya kumkomboa ndugu yake kutoka Habashi

Katika mambo ya ghaib, mtume alifunguliwa pazia akaiona pepo. Pepo ambayo kwamba mimi na wewe tuna tamaa, tukiondoka duniani tuingie katika pepo kama hiyo. Tuombe Mwenyezi Mungu atuingize peponi bila hisab wala adhab. Mtume anasema, sallallahu alayhi hi wasalama, italatu fi ljannati faraaitu akthara ahliha lfuqaraa, niliangalia peponi nikaona wengi waliojaa peponi ni watu ambao kwamba duniani walikuwa ni watu hawana uwezo, watu ambao kwamba walikuwa hawana mbele hawana nyuma. Hawa ndio watu ambao kwamba mtume aliwaona peponi. Kuwa na bishara njema, ewe ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amekupa mtihani wa kimaisha a kidunia, kuwa na bishara kwa maneno ya Mtume wako sallallahu alaihi wasallama. Ewe ambaye kwamba bado una changamoto za kimaisha, Mtume wako anasema sallallahu alaihi wasallama, wengi alioona peponi ni watu mafukara. Sharti lazima awe ni maskini ambaye kwamba alikuwa na subra, na ni maskini ambaye kwamba alikuwa anatafuta malipo kutoka kwa Allah Si maskini mwenye kumwasi Allah, na yeye kuwa maskini haikuwa sababu ya yeye kuwa mbali na kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhana. Ni maskini pamoja na umaskini wake alikuwa ni mwenye kutafuta radhi za Allah, ana swali, ni maskini anafunga, ni maskini

kazi yao ni ibada na kuchukua elimu kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Miongoni mwao akiwa ni Abu Huraira, miongoni mwao akiwa ni Abu Huraira. Mtume aliwaombea dua, ewe Mwenyezi Mungu waridhie ahli sunnah, waridhie hawa watu ambao kwamba wanaketi katika msikiti hawana mbele hawana nyuma, kwa ajili ya ibada na kwa ajili ya kuchukua elimu. Ndugu Waislamu, kwa nini tukaja na maudhu kama haya? Ipo haja tuwe umma wa vitendo, haitoshi maneno tu. Mwenyezi Mungu anasema, wanasema kulimalu fasayara llahu amalakum wa rasuluhu wal muminun. Huu ni umma wa vitendo, si umma wa maneno. Haifai kupanda juu ya mumbar na kuzungumza na kuishia juu ya mimbar la. Yatakiwa tuwe umma wa kutaharrak, yatakiwa tuwe umma wa vitendo. Tuna mashruu ambayo kwamba tutaifanya kwa kiasi cha mwezi mzima katika mwezi wa Dhulqaada, ya ukusanyaji wa nguo ambazo kwamba zimetumika. Twasema nguo ambazo kwamba zimetumika, na ndani ya majumbani wetu tuna nguo mpya na zilizotumika. Kila uchao tununua nguo mpya, si baba, si mama, si watoto tanuliye nguo mpya kila wakati, tunazozihitajia ni nguo ambazo kwamba zimetumika kwa kiasi cha mwezi mmoja, tutazikusanya kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu sehemu za tanariba ambayo kwamba wanapitia changamoto, hasa kwa wakati kama huu, wakati wa mivua, katika wiki ya kwanza ya Dulida tukikaribia Idul Adha, tutakuwa ni wenye kuwapelekea yeyote ambaye kwamba ana nguo za kiume, nguo za kike, nguo za watoto, viatu, chochote ambacho kwamba kitawafaa ndugu zetu sehemu kama hizo, awe ni wenye kuleta katika msikiti wetu huu wa Sakina. Tuwe ni wenye kutafuta radhi za Allah, tuwe ni wenye kubisha mlango wa Allah kwa kukumbuka watu kama hawa. Baadhi yetu ndani ya majumba, nguo kama hizi tunazitupa kama taka. Kwa kuomba hiyo nguo yako, huenda ikawa kwako ni taka, lakini kwa mwingine ikawa ni stara, stara ambayo kwamba akiswali nayo unapata thawabu, ikiwa juu ya mwili wake, furaha ambayo kwamba umeitia katika moyo wake.